Sasa mtu amekufa tunawezaje kupanda ndege wengine kwenda sijara. Sasa tukapanga kwamba tutafanya wiki ijayo. Na mimi ratiba yangu ilitaka kwamba wiki ijayo nisafiri. Kwa hiyo, nitaacha ratiba zote hizi. Yawezekana kusafiri, nisisafiri. Nikawepo kwa ajili ya wageni hao. Au nikawepo nisiwepo wageni wakaje wakawakuta. Kwa sababu kama kuna mke wa rais alishai kuja hapa na mimi sikuepo. Na mambo yakaenda vizuri tu. Kwanini waziri asifike, na shughuli ikaendelea tu kama kawaida. Na of course, wale mawaziri wote ambao tumepeana point nao ni vijana, ni vijana wangu ambao unaona kabisa ni sawa na vijana wangu. Kwa hiyo wanafika, ni nyumbani kwao, wataabudu na ninyi na wataabudu na mimi. Kwa hiyo nitaongea nao, nitaahirisha hiyo safari, lakini baada ya kuwa nimepata uhakika kwamba watafika, ndio nitaahirisha safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jumapili ya wiki kesho, hebu tuje na maji -ma -ma -ma -ma yetu haya ambayo ndio siku ya kwanza tutayabariki, alafu and then, siku ya mwisho ndio tutayabariki wiki ile ya pili, alafu yataanza kufanya kazi Jumapili. Tutaweka wakfu Jumapili ile tutayabariki, kwa hiyo kwa, kwa ruhusu yaweze kuanza kufa, kufanya kazi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. mmeshatoa sadaka ya mbegu, na ni sadaka ipi ambayo hatujatoa sasa? Sadaka ya amani. Haya. Naomba tuimbe tenzi wakati tunatoa sadaka ya amani. Nimekombolewa na Yesu, aliyeni rehemia kwa bei ya mautia, nimekuwa mtoto wake

Kutamka kulionyesha pendo lake, nimekuwa mtoto, mtoto. Em, mbona hatujatoa sadaka sasa? Hatumetoa wachache tu, tutoe sadaka jamani, tumalizie

Haleluya, mshike mkono jirani yako, hivi hivi, mkono hivi, huo hapa, ule wa karibu naye mshike hivi. umeshamshika mkono eh? Jirani yako, ule ule wa karibu naye sawa. Baba, ninakushukuru sana kwa ajili ya ibada hii ya leo, tunakushukuru sana kwa upendo wako, kwa utukufu wako na heshima yako, uturinde na ututunze, utupiganie na utuwezeshe, utuhifadhi mikononi mwako. Na sisi tuhifadhike, utubariki daima na sisi tubarikike kwa Yesu Kristo. Tunakushukuru katika ibada hii tukufu ya leo, ambayo kwa kweli imekuwa na mtaguso wa kipekee sana. Tunakushukuru kwa ajili ya wazazi wa, wa, wa, wa watoto na watoto ambao wako shule na watoto ambao wako hapa, endelea kuwarinda na kuwatunza na kuwakumbusha ya kwamba kukuabudu wewe ni sehemu ya maisha yetu. Wewe unahitaji kusifiwa, hauhitaji kitu chochote, maana vitu vyote ni vyako. Tulinde na utusamehe mara tunapokukosea, utukusanye na ndugu zetu ambao tumefarakana nao, ili mkono wako uwe pamoja nao kwa Yesu Kristo, Bwana wetu. Amen. Tushirikiane neema.